Kwa kadi tulivyozidi kupata majibu ndani ya ukweli wa neno lako ndivyo nyuso zetu zimezidi kukunjuka. E Mungu uliyoja neema, wengi wetu tulikuja tumezeeka

Mungu natufundisha ili tupate faida. Wewe ni Mungu natufundisha ili nyuso zetu zikunjuke. Wewe ni Mungu natufundisha ili tupate tumaini. Mungu ni ukweli kabisa. Shughuli zetu hazina uwezo kutuonesha mwanga wa kesho, hazina uwezo za kutuonesha hakika watoto wetu, lakini katika neno lako huko hakika, katika neno ngamko asante Mokozi, asante doneza. Hatukusanyiki kwa wingi kama kikundi, tunakusanyika kwa namna ya tafakari wa kila mmoja, kwa namna alivyonufaika na ukweli wako. Asante Mokozi, asante, asante donesa. Sante kwa neema wako, sante kwa pendo wako. Tazama tajeri wajeri wako. Walioweza kusafiri e, Mungu mkono wako uliokuwa sehemu ya majibu mengi tulionayo, na ukalaju yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai, tuna uhakika na Mungu, maana hatujaokolewa na kiwanda cha simenti.

Kwa jina la Yesu Kristo, Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi namshukuru Mungu kwa huruma zake na neema yake na kwa pendo lake lakini pia tunamshukuru Mungu pia kwa namna ambavyo ameweza kuwasafirisha wazazi, tunavyoziona nyuso zao, tunavyoona anavyoweza kututazama kijumla. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kuwa anawindwa kwa sababu ya kile kitu alichokifanya wa kwa watu wengi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wazazi sana sana, sio kidogo e, kwa sababu maisha ya wazazi unaona tu kuna namna, hata kwenye kusafiri kuna namna nyingi za hatari za hapa na pale, kwa sababu kuna urithi fulani wameacha kwa watu, na ni urithi umekuwa ni urithi unaoshikika. Mimi kwa jumla namshukuru Mungu sana sana sana sana, yaani Aa, naona fahari sana kuwepo katika hiki chuo, naona fahari sana ziko shule nyingi, ziko shule nyingi. Kuna shule zenyewe zitakuambia uje na ufagio na kidumu, lakini ziko shule zinazofaulisha, ziko shule nyingi. Yani shule ziko nyingi, ziko nyingi, ndio maana kuna Izara, kuna Ayanga. Eh, kuna shule nyingi sana nyingi sana. Na wakati mwingine kujua ziko shule nyingi, na kuna shule zinafaulisha zina, na kuna shule za vipaji maalum zinafaulisha kweli, na shule zingine za kawaida, basi hatuishii kuzungumza. Tunapokutana na watu ambao wanajiita ni watumishi wa Mungu, mji wa Mbeya <clears throat> wale ambao wanajiita ni watumishi wa Mungu, anaongoza shirika elfu moja elfu ngapi, na wanasifika lakini unaona unakutana nao ee, wanakupa kiti wanakupa kiti wanakupa kiti, na wanatamani uongee lolote, yaani wanaona wanaona, sikiliza nikwambie, duka la simu haliwezi kuongea maneno ya tumaini kwa watu. duka la mabegi haliwezi kuongea kitu kwa mtu, yaani kuwa na kitu fulani ambacho anakiona au kuna kitu, kuna kitu. yaani kuna wengine wanasema wewe, wewe, wewe, wewe usitutembelee usitutembelee, bado ukitutembelea watakuwa askofu pale, alafu naangalia ni watu fulani ambao wanaonekana wana sifa sana kwenye kwenye kwenye dini dini hizi. Mimi nasema tu kwamba mimi namshukuru Mungu sana eh, namshukuru Mungu sana sana sana, yaani katika kitu ambacho maoni mwangu huwa najisemea hata mwenyewe, nasema uko urithi ambao nimeupokea, na sitakufa hicho kitu bila kwa wazi ah, yaani, hapana, yaani kuna kitu E, kuna kitu, kuna kitu tu ambacho nakuwa na, na, na, naona fahari sana ambacho nimekipata kutoka kwa wazee. Kuna kitu ambacho huwa naona fahari sana e, kwa sababu sasa ni wokovu ambao unakuta hadi waindi hadi waindi ambao hawajui Kiswahili nikimtuma mtu ka, aende kwenye duka fulani nasema yule yule mpole mpole yule yani hadi Wahindi hadi Wahindi ambao hawajui Kiswahili, unaona kuna namna ambavyo nimekuwa baraka kwao. Mpaka Mama Elisha mara tatu mara kadhaa wakazi kaza. Anasema we mzee wako kuna kitu alikuachia, yani anahisi baba yangu mzazi kuna kitu aliniachia hasa mbona, mbona mbona mbona mbona watu wanakuelewa sana hawa. Mbona na kuna kitu alikuachia mzee wako. Anasema hapana, kuna urisi fulani nimeupata. Eh, kuna urisi fulani nimeupata, kuna urisi fulani nimeupata. Mimi sema tu karibu mzee eh, tuweze kusikia chochote, tuweze kusikia chochote, tuweze kusikia chochote, karibu

Inachelewa sana, kwa hiyo sasa, hapo itakapoanza kunisikia, sitegeme kwenu hapo at, ntajua kabisa kwamba munalipata sawa sawa. Zaidi naiangalia tu sura ya korobati hapo kwamba n wanaingia na sauti, watakuwa naendelea kuingiaum mm. kwenye simu yetu hatukuweka hawajaweka mm. Kwa hiyo hapa kulikuwa tu na, na WhatsApp, ndio maana njia inayotumika kuongelea inaweza sio bora, kuliko Discord kwa sababu WhatsApp ni kama sauti nachelewa inachelewa kufika huko i hmm. Uh, ina mambo kama mawili matatu hivi. Ndio jambo la kwanza ni kwamba utakatifu utakatifu sio utakatifu ni nini, wewe utafanya ndio kwa Mungu na sio nini, Mungu atafanya nini kwako, ndio ilo jambo la kwanza la, la, la, la mtu kufahamu, na wala haipunguzi haifanyi Mungu aonekane ni kitu cha maana au sio cha maana, ndio ikiwa amebaki hivyo, yani yeye yuko hivyo, ndio utakatifu ni wewe utafanya nini kwa Mungu ukiwa kwenye hali yoyote, ndio. Hali gani uliokutana nayo, nimesema mara na kadhaa, unatakiwa kuwaza vizuri, kufanya vizuri, ndio sababu utakatifu wa baba zetu ulihesabiwa walipofanya vizuri hata katika hali zenye mashaka, zenye maswali na zenye sintofahamu. Ndio. Kwa hiyo ile jambo la kwanza kabisa ambalo mimi nimesema, katika hali yoyote tutasimama na Mungu aliyetuagiza tufanye vizuri. Ndio. Mungu ambaye watu wangetegemea afanye nini kwenye maisha yetu. Ndio. Mm. Kwa bahati mbaya, Mungu aina hiyo, kuna wakati mwingine watu walijikwaa dhidi ya hali ya watu wa Mungu, lakini wale watu walikuwa na uelewa sana juu ya kile kitu ambacho walitakiwa kukifanya, ndio Ilikuwa katika hali yoyote, waliendelea kufanya walichotakiwa kufanya, mm. Ndio. Kwa hiyo jambo uh, la kwanza ni hilo jambo. La pili sijajua, tunakupata kwa tabu sana tunakupata tuna kwa tabu sana, labda angejaribu kutumia nani ya moja kwa moja ya kwenye simu ataweza kusikia. <blogic> <skri> au kwamba wajaribu kubadilisha laini kama wanatumia, wajaribu hapo kutumia Voda. Kama ni Voda wanatumia basi, wajaribu kutumia Airtel. Uh, yaani hatuwapati kabisa kabisa, kuna muda azietaet zote Naona labda, labda mjaribu kubadilisha laini kama mnatumia hapo mnatumia aute, labda mjaribu kutumia Voda. Simu ya mama ina chaji, aisahaui chaji. hapo nakusikia, hapo nakusikia eh, simu ya mama ina chaji kwa na, na hapa tuna laini moja tu, ila nadhani ana shida tu kidogo ya mtandao. Hapo tunakupata. Sawa, mm. Sawa. Jambo la pili ambalo naweza Mungu akaitumia ndio ni kwa kuna kitu ambacho nimekiexperience kwenye tukio hili ndio iv naeneo sasa, sasa hivi hapa ndio kitu e, ambacho nimejifunza, ndio inawezekana Mungu ametumia jambo hili kwenye julisha jambo fulani kubwa, mm. linalopita ugonjwa ndio e, naonekana Mungu kabisa ametumia aina namna fulani, kuna kitu anachoweza kawa naingilisha cha wakati fulani, ndio. Kuna wakati fulani vitu vya aina hii vinaweza vikaa kutumika kutumika, kwa sababu tunakuja kueleza wakati fulani ndio ndio bee, tukueleza wakati fulani huko mbele lakini. Mm, e, tu niseme tumeendelea vizuri kiafya Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. Amen. A, taratibu zilizotumika ni taratibu makini sana ndio taratibu makini sana imetumika kwa namna makini sana sahihi sana. E, jambo la mwisho tu nimalize kwa kusema wanaoweza kuleta ukombozi ndio, si watu ambao imani zao, akili zao, huwa zinaonekana ziko sawasawa Hmm, au zinakuwa ziko sawasawa sawa kwa asilimia mia moja. Nimegundua kitu kimoja kwamba imani inaweza ikakusaidia ukaleta ukombozi, ndio. Na baadhi ya fuse inabidi zikate, halafu hmm, ikuache. Kuna sehemu yani isio ni kama kuna sehemu na kuwa alafu inakuasha kama accelerator ya gari, ndio utakuna unguruma tu, hata kama utaki unaenda kufanya unachotakiwa kufanya mno. Inakuasha kama mashine, unajua mashine pale inapolia inapoilia kwa sauti kubwa, sio kwamba yenyewe inafurahia mle ndani, ndio lakini We uliye kanyage kiseta au uliye shikiria kibonyezeo kile unakutuna, unasikia una, una sema hii ngoma, ngoma imeinuka hii yani, yeah. Chombo, chombo kinalia kwa uwezo wake. Uh, ndio chombo kinalia kwa uwezo wake, yaani chombo, chombo kinaonyesha kinaweza kapita popote. Iki safi sana hiki, nimekipatia kweli kwelikweli, ndio

Dakika moja tafadhali, ndio mtu anatosha. <laughs> Yanatosha, mengine ya tutaongea, ataongea kesho, naendelea vizuri, ndio mengine tutaendelea kuyaweka vizuri kesho, lakini wajua tu takuja kufafanua vizuri hiki cha tatu ambacho nilikuwa nakizungumza hapa, ndio bwa kuliko e, Mungu ametumia kwa udhaifu haka. Inawezekana kuna jambo alikuwa anataka kujulisha, kwa sababu hapa nilipo mm, singeweza kuwa hapa kwa njia yoyote ndio, na singeweza kujifunza na kuona nilicho nilichokiona, ndio isingeliweza kwa njia yoyote, elewe. Ukijua unataka ujue ni kwa njia yoyote, jua ni kwa njia yoyote tuli, lucky, tuli, EP, ndio. Na yeyote atakuja kusikia tulikuwa wapi, tuliendo vipi, jambo la afya mm. utajua kweli kabisa, yani yeyote yeyote, mwenye ufahamu wote, yeyote utajua kweli, hapa isingekuwa rahisi ndio, isipokuwa Mungu ametumia kaeneo haka, na kuna jambo fulani ilikuwa nijifunze, na tayari nimeshaliona jambo hilo, ama kuna uhai tutakuwa nao kuni, Mungu ana makusudi na haya mapito. Ndio akakaeneo kanaweza kuja kutumika kwa nguvu kubwa sana, ndio za kupita maeneo mengi yenye utata wa aina mbalimbali. Ndio, asanteni sana watu aniseme, Mungu akubariki sana reni mm, niliyowaona kupitia WhatsApp huku. Tutajitahidi sana tupatikane kwenye mtandao ambao wengi watatuona kwa namna rahisi. Najua engineer anajaribu kushare i watu wa discord nao pia waone, ndio. Ni pamoja na hayo, natakia tu ibada njema, baraka eh, nyingi za Yesu ziendelee kwa pamoja nasi na nadhani nimesha niona kila kitu kiko, kiko sawa ndio. Eh, basi amen, amen, amen, amen. Mama tunatamani pia uzungumze, mama tunatamani pia uzungumze, tukumbuke alivyokuona kwa mbali alishangilia sana. <laughs> E, chuma chuma chuma kwelikweli. Mungu awabariki sana. Naona eh, muda umekwenda, lakini kikubwa nilikuwa na natamani muone mzee, kwa sababu ya, sito, sito fahamu nyingi sana ndio o so, mimi namshukuru Mungu kwa hatua hii kubwa naam alionayo, ndio ninaona kubwa kabisa kabisa mpaka sasa hivi najisikia kwanza kusinzia sana sana. Sisi wenyewe ah, tumebarikiwa sana, tumebarikiwa sana yaani, kwamba hata kama ibada ndio ingeishia hapa, ingekuwa tu hakuna shida. Tumesikia kufanya ibada sana, kwa kuwa tuna tunamhitaji Mungu zaidi. Ndio basi tujikunze sana, na tunamshukuru Mungu sana kwa ripoti yote aliyoitoa iko hivyo hmm, na haina mashaka kabisa, na tuko salama kabisa kuliko mahali popote, ndio tunamshukuru Mungu whio. Uh, tulibada njema. nafikiri kesho tukipata nafasi tutawasalimia tena. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ah.